Kwa majina naitwa Dr. George Ntinda, ni daktari wa wanyama natoka Baraza la Veterinari Tanzania, Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Nimekuja huku kwa ishu moja kubwa, kufuatilia mdau mmoja aliyekuwa akitoa huduma za afya ya mifugo uh, pasipokuwa na sifa. Kwa majina naitwa Gano Bernard Mngongo, nimesomea imesomea animal husbandry, nilihitimu 2018 na, na nikafika mtaani. Nilipofika mtaani, kulingana na ugumu wa maisha na kulingana na ajira zilikopo hamna, kwa hiyo mimi nikajiingiza kwenye taaluma ambayo elimu hiyo chuoni mimi sikuipata. Kwa hiyo kama sikuipata, nikawa nafanya vitendo ambavyo sio siyo taaluma ambayo mimi nilisomea kule shuleni, mfano kuasi mnyama kama mbwa, nguruwe, mato. Kwa elimu yangu haijafikia levo ya kufanya hicho kitu. Mimi levo yangu ni kutoa ushauri, yani ufugaji bora wa wanyama wake. Matibabu hairuhusiwi wa kutoa mimi au upasuaji hairuhusiwi mimi, ni ushauri tu. Napenda kutumia fursa hii kukiri makosa yangu makosa ya kuvuka taaluma yangu na kwenda taaluma sio ya kwangu, kwa maana sasa ninaomba mnisamehe, sitoweza kurudia tena. Majina anaitwa Dr. Caroline Uronu nafanya kazi na Baraza la Veterinari Tanzania ambayo lipo chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Tumefika Songea na tukakuta Kishoka anayetoa huduma ambaye kulingana na sheria yetu ya Baraza la Veterinari Tanzania iliyoanzishwa mwaka elfu mbili na tatu hakuruhusiwa kutoa huduma ya afya kwa wanyama. Sheria inasema wazi kabisa, kuna adhabu za aina tatu: faini ya shilingi milioni moja au kifungo cha mwaka mmoja kisichozidi kisicho mwaka mmoja au vyote viwili, yaani kwa maana ya kifungo cha mwaka mmoja pamoja na faini isiyozidi milioni moja. Kwa hiyo kama baraza tunatoa wito kwa jamii, wanaofahamu vishoka mahali walipo wawasiliane na sisi. Tuko chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ofisi zetu ziko Dodoma. Dr. Seria Masole, daktari wa wanyama manispaa Songea. Mimi ni daktari wa wanyama manispaa Songea na ni msimamizi mkubwa wa sheria za afya ya mifugo kwa manispaa ya Songea, na pia ni, ni msimamizi mkubwa wa wataalamu walio wote walio chini yangu, kama kisheria ndio msimamizi mkubwa. Kwa hiyo kwa kilichotokea, kijana wetu Agano alichokifanya ndani ya manispaa yetu ilikuwa ni kosa la kisheria, na sisi tulivyopata ile taarifa na kuona mitandaoni inavyosambaa ile video, tulimchukulia zile hatua za awali n za kisheria za awali kama kumsimamisha asiendele na shughuli za tiba, shughuli yoyote inayohusiana na mifugo mpaka atakapoambiwa tena. Na bahati nzuri kwa leo wamefika watu wetu wa wizara, ambao ni wasimamizi wakubwa wa, wa sheria za mifugo, na ni wasajili wa huduma za afya ya mifugo, wataalamu pamoja na huduma za afya ya mifugo. Kwa hiyo walivyofika ndo